Mdori Mwenye Balaa sehemu ya nne. Endelea. Mdoli Madeu alinifanya sana usiku ule, nikawa hoi kabisa. Sikuwahi kufanywa na mwanaume yoyote kama ulivyonifanya Mdoli ule, nilikojoa zaidi ya mara mbili. Basi baada ya shoo ya muda mrefu, Mdoli Madeu alinibeba juujuu nikiwa uchi vilevile vile, na sijui alijua aje bafu lilipokuwa, maana aliniingiza bafuni na yeye akaingia, tukaanza kuogeshana kimahaba. Kiukweli matukio hayo yalinifanya nijikute nimeupenda sana ule mdoli. Baada ya kuoga mdoli ulinifuta kwa taulo niliyokuwa nimekuja nayo kwenye pochi kisha ukaniambia unataka kwenda kuendelea kukaa kwenye maonyesho. Sikuwa tayari kukubaliana na hilo kwani nilitaka nilale naye na ikiwezekana asubuhi anipe cha kufungua kinywa. Basi mdoli ulikubali kulala na mimi, ukanilaza kwenye kifua chake kipana, nikaanza kuchezea siksi paki zake. Basi ilikuwa raha sana, nikajikuta nazidi kupagawa. Nilianza kuuliza kwa nini upo tofauti na ile midoli mingine, ndipo uliponiambia wenyewe ni sexy roboti na ile ni midoli kwa ajili ya maonyesho. Kwa hiyo wewe ni roboti? Niliuliza. Ndiyo, mimi ni tofauti na wewe mwanadamu, ulinijibu. Sasa kama ndiyo hivyo, mbona wewe mwili wako wa moto na unagozi laini kabisa na hisia kama za binadamu? Nilimuuliza tena. Ndipo alipoanza kunieleza kuwa ametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, akiwekewa pia mfumo wa akili bandia, ambao ndio unamwezesha kufahamu mambo yanayoendelea na hata kuongea. Sasa ulijuaje jina langu mwanzoni, maana mimi sikukutaji? Niliuliza. Hata ninapokuwa nimezimwa, akili yangu bandia hufanya kazi na hivyo inakuwa rahisi zaidi kwangu kufahamu kinachoendelea, ulinijibu. Kwa hiyo ni kuite jina gani? Roboti Mathew ama mdoli Mathew niliuliza. E, ulicheka, kisha ukaniambia niuite Mathew yaani, niuchukulie kama mwanadamu wenzangu. Asubuhi na mapema nilistuka usingizini na kumkuta Mathew ama mdoli Mathew upo macho. Alipoona tu nimekaa kitadani nikijinyonsha, alinivuta na kunipiga busu, kisha akaja upande wa mbele yangu na kufunua shuka. Nilikuwa uchi, hivyo akanilaza taratibu, huku akiupitisha ulimi wake kuanzia kifuani kushuka chini, kisha akaninyanyua miguu yangu na kuipanua vizuri, akaishika mashine yake na kuingiza kwenye uchi wangu, kiasha akaanza kukata mauno ya haraka. Nilitoa sauti za mahaba juu ya utamu nilioupata. Inaendelea.